Iii nilikuwa si, na shida ya na shida wanawake, Uwa. Uwa. Na na, na. Na na, na ya wanawake siku kumi na nane ulikuwa ukitoka damu siku kumi na nane. Siku ile ya maombi nikitokea baada ya kilichotokea, nilikuwa na hiyo shida na hiyo shida, baada ya siku ngapi? Nilikuwa kwenye biashara yangu chini chini, nilikuwa kwenye biashara yangu chini, nikasikia yanuohini ika kwenye maombi ukasikia sauti na kwambia bwana, usiende kwenye maombi. Ndio usiku nilikuwa nimelala, usiku nilikuwa nimelala eh, nikatokewa na ndoto, nikatokewa na ndoto. Ndoto gani? Hapo nilikotokea niko kwenye biashara yangu, ninasikia sauti, na nikafunga haraka sana, nenda kwa pastor Samwel Mwanza, Samwel, nenda kwa pastor Samwel. Nikafunga biashara yangu, nikaja kwenye ndoto hapo, nikaja kanisani, nikafika, nikapiga magoti afkana, nikanyosha mikono hivi, ndio nikasema hivi ndio Nimekuja nimesaenda umekuja umesaenda, nimechoka ya maisha, sio maisha. Ndio, hapo ni kwenye ndoto. Ndio, naomba uniombe. Ndio, pastor kaniambia ni unaamini? Ndio, nikasema mimi ninaamini kama aligusa pindo na Yesu akapona, na mimi napona. Ndio, hapo ni kwenye ndoto kwenye ndoto. Mtumishi wa Mungu akasema, haya, uko tayari? Kajibu, niko tayari. Akaniombea, akanishika mkono kichwani. Baada ya hapo baada ya hapo, siku hiyo hiyo kesho yake nikapona uk hili jambo nilikuwa nimenyanyasa <coughs> <coughs> sana. Sijawahi kupata ugonjwa kama huo kwenye maisha yangu nilionao, siku kumi na nane siku kumi na nane. Unatokwa damu, natokwa na damu, natembea hmm. Baada ya hapo, damu tu ikakataa kabisa kabisa hadi leo, mpaka leo niko mzima. <coughs> <coughs> Halo, atukuzwe Yesu aliyemtendea mwanamke huyu akayaponya maisha yake, na nakuombea na wewe, kila kinachokusumbua kiondoke kwa jina la Yesu. Halo, unayo imani? Nina imani. Hello. Toka, nina imani tena. Toka, kuna kingine tena, ndio mimi, toka nimejiunga umanisha na madhabahu hii, ndio Leo nina mipango mingi sana namsikikisha mtumishi. Ndio. Ninayo imani nimeshashuhudia, ninapoelekea naenda kufika, nina imani nitafika. Amen. Imani ni chanzo cha maajabu, ukiamini unapata ile sababu, ina jambo ukiamini